Wapenzi watazamaji ni tarehe ishirini na sita mwezi huu wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ni msafara wa mahujaji wa taasisi ya I Travel upande wa Zanzibar, kama mnavyoona Sheikh Suleiman Maalim Mtakadili na wengine wanaelekea airport, sasa Amani Abeidi Karume

Mpenzi mtazamaji, ni tarehe 26 mwezi huu wa a mwaka wa 2025 ni mahujaji wa taasisi ya I Travel Haji hajendi umla, ambao wako katika uwanja wa ndege wa Amani Abeid Karume. Ni viongozi wa I Travel upande wa Zanzibar. Naona kina mama, kinamama, kinamama, salamu alaikum, mko salama? Haya, asalamu alaikum, asalamu alaikum Jina langu Asha Juma Bakari, ni msafiri Hajjat, tunasubiri usafiri hapa, tuko tuna furaha. Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu, tuko na i travel, unaona i travel wazuri, lakini unaona eh, tunajifurahi tunajivunia manake na I travel. Mungu aizidishe aizidishe, zidishe zidishe, ikuwe manake zaidi mi, ni, inshallah ni hija yako ya ngapi, bi Asha? Hija yako ya ngapi? Ndio kwanza, hija yako ya kwanza eh Maandalizi ya semina na nini unayozungumziaje? Ah, nzuri tu kwa sababu mimi karibu okay, ogeze. Kwa sababu mimi kwanza nilivyoanza kwenda katika semina yao nilikuwa ni kama mwalikwa tu. Unaona, lakini siku ile ile ya mwanzo mm, nimehamasika. Maana yake najisukizia tu nataka kwenda hija na imekuwa ndo vile vile, Mungu kaikubali, nashukuru sana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Shukran, shukran. Eh, hey, na tena si sitoivunja maana yake hey, safari zangu zote nitatumia hii sio, hmm, hey, mwaka wa misho kila mwaka utaenda, inshallah, hata umra nitakwenda hii, na nakusia, ukifika Maka, cha kwanza katika maombi muombe Mungu akurudishe tena inshallah, maombi hayo inshallah.

Dokta wa upande wa i travel, pande wa Zanzibar, huyu hapa atajitambulisha jina lake na hali ya mahujaji wake ikoje. Dokta, karibu sana. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam, karibuasalamaleku. Kwa jina naitwa Rahma Musaali, mimi nitakuwa ni daktari katika i travel, uh, kwa upande wa Zanzibar, lakini pia kwa mahujaji ambao wametokea bara kwa hiyo, kwa hiyo nategemea nitakuwa nao katika kipindi chote toka kuanzia kwa leo. Nitakuwa mimi ndio natoa huduma zao katika upande wa afya, kwa kuwa na shida aina yoyote nitawahudumia mpaka tutapokuwa Maka tutapokuingia Madina, lakini ah, pia mimi ni haji, nategemea kwa kwenda kwa, kwa kuhiji pia kwa hiyo, na sitategemea tu kuwa hii itakuwa ni mara kwanza bali nategemea kuwa itakuwa itajirudia na kujirudia na kuendelea, especially kwa sababu mtakuwa ni mmoja katika madaktari katika grupu hii. Unaizunguzaje semina ya travel ambayo nafikiri karibu miezi mitatu mmepata seminar? semina Seminar ya travel ilikuwa ni nzuri sana, naweza nikasema ilikuwa ni kiwango cha juu, kwa sababu tuliingia pale wala hatujui maana ya hija ni kitu gani. Wengine tunajua kuchoma sindano na kuvya, lakini sasa hivi ukiniambia, nitakuimbia nyimbo toka mwanzo kitendo cha mwanzo mpaka namalizia siku ya, ya mwisho nafanya hata uh, watu bidhaa yote ndio kuelezea nini cha kufanya, kwa hiyo ilikuwa ni nzuri sana, hmm. hali ya mahujaji yako ikoje? Hali, hali ya mahujaji yangu ndio nikasema ni nzuri, mpaka sasa hivi paka mpaka tulivyo cheki hali ya yao ya afya nzuri, lakini wako ambao wana, wana pressure, wako ambao wana sukari, kwa hiyo hawa wanahitaji uangalizi wa karibu, lakini kwa vile wako na mimi, inshallah nitaendelea nao kuangalia kwa, kwa karibu. E, wasafiri wote na watazamaji wetu ambao tunakwenda moja kwa moja kwa Saimu Gwao online, mbele yetu ni taasisi ya i travel haji na umra, ambao ni mahujaji wanaotarajiwa kuondoka leo e, majira ya saa 9 na dakika 50, na kila kitu kimekwenda sawasawa. Wengine ni hao e, kama ambavyo unaona mizigo yetu hii, baadhi ya viongozi hao ambao tayari wanaonekanwa e, kwa hakika maandalizi yote yamekaa ya sawa. Misala, kwa nini umechelewa kufika? Ah, basi majukumu. Hebu sema tutote kwa sababu tunataka tuanze kupaki mizigo hii. Mhm. Kwanza nitambulishe jina lako. Tayari. Unasafiri na taasisi gani? Unaonaje maandalizi yote mpaka sasa? Mimi naitwa Salha Juma Maulidi. Na kama Mombasa. Nasafiri na eh, kikundi cha nashukuru yes, sana <tiple> uongozi wa travel wamejitahidi sana, wametuongoza katika semina nzuri, mambo yao mazuri sana. Allah awabariki, Mwenyezi Mungu awabarikie. Okay. Ala kuli heri

Labda unaweza kujitambulisha jina lako, na unasafiri na taasisi gani na labda vipi huduma unaziona? Jina langu Makami Suleiman Shaibu, uh, mzaliwa Pemba Mwambe, na nah, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa leo nayo, nilikuwa sifikiri kama nitakwenda hija, lakini nashukuru Allah subhanahu na shukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nilimuomba akanitikia wito wangu. Labda ni mara ngapi kwenda hija? Ni mara ya kwanza kwenda hija eh, lakini ta safe travel hapo tafiti nyingine kama hii. Visa, chanjo, chanjo. Kwa hiyo unatoa wito gani kwa ambao bado wanao uwezo lakini hawajaweza kuja wanasema bado? Natoa hizo kwa Waislamu wenzangu waliokuwa na uwezo wasilale, waje, waende wakahiji. Ni hilo ni jambo muhimu sana 40, kwa Waislamu basi tunashukuru sana, tuwatakie safari njema haja mabarura saa ya mashukura. Watazamaji, ni maandalizi ya safari ambayo kiongozi wa travel upande wa Zanzibar, e, ustazi Sabri sabli, nini kinachoendelea <tabaku> sasa hivi, hebu atajulisha watazamaji na mahujaji kwa ujumla. Asalamu alaykum. Haya, kinachoendelea sasa hivi abiria wanatakiwa waingie ndani. Kwa hiyo anatakiwa kila mmoja na chanjo yake mkononi ticket na pasipoti na mabegi la begi lake wanatakiwa mkononi wapate kuingia ndani. Taratibu za book za cheti zinataka zianze zi, zifuatilie zi, zi, zi, zi, zi, zi. Yeah. Hapa mpaka sasa hivi abiria abi, abi, abi, wetu wote wako mitimia. Tunaondoka na msafara wa watu 22 i travel na wote wako mm -hmm. Tayari washafika, kwa hiyo tuko tayari kwa safari <laughs> Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi wa rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wa ashrafil anbiya'i wal mursalin, saidina rasulillahi sallallahu wa alayhi wasallam. Kwa jina anaitwa Saleh Yusuf Musa ni msafiri wa taasisi hii ya I Travel, haja ende Umra. Tupo katika matayarisho hapa ya kuelekea katika mji mtukufu inshallah, na mahujaji hapa wengi ambao tumekusanyika tukijiandaa kwa ajili ya safari hiyo, alhamdulillahi. Na taasisi hii kwa kweli mashaallah iko vizuri, tunawakaribisha na wale ambao wanahitaji kwenda kufanya ibada hii. Kwa hiyo wasogee, inshallah apate huduma katika taasisi hii. Mashaallah iko vizuri na anajitahidi alhamdulillah. Kwa hiyo wasiwe na hofu, wajitokeze, kwa sababu hii ibada ni lazima kwa kila Mwislamu ambaye mwenye uwezo anatakiwa akatekeleze ibada hii, na asisubiri umri ambao mpaka utakuwa tena anakuwa katika hali ya uzee. Anachotakiwa akatekeleze ibada hali ya kuwa bado kijana kabisa. Inshallah watu wa, washajihike katika kutekeleza hii ibada. Rahmatullahi, wa waalaikumsalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hija yako ngapi ma, ngapi? Hija yako hii, hii, hii, hii ngapi? Ni hija yangu ya pili, shekhe wangu mm. Hija yangu ya kwanza kwa bahati nimekwenda na kikundi chengine mashaallahu, lakini hii nimefarajika zaidi kwa sababu nao maula ma, maula na maula mawe wangu hapa nao masahibu wangu wengi. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa baad. E, hapa unapotuona tuko katika uwanja wa a, Karume International Airport Zanzibar, tuko tukiwa tunataka kuanza ku safari ya mahujaji wetu kutoka taasisi ya I Travel haji na umra kwa hiyo atupo katika kujitayarisha, na tutaondoka milango ya saa saba katika kwa shirika la ndege la Saudia Airline na tuko vizuri, mahujaji wetu wako salama na tumefika hapa. Kwa hiyo tunasubiri wakati ufike ili tupate kuanza kuingia ndani na kuanza safari inshallah, kwa uwezo wa Allah inshallah, tuko salama na tutaanza safari muda si mrefu inshaallah. Moja katika viongozi wa iTravel haji and umra kutoka katika sisi yetu pendwa hii huko Zanzibar. mimi naitwa Sheikh Abdallah bin Said al bin Ali. Alhamdulillah Rabbil alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Leo tuna furaha sana tupo hapa katika kiwanja cha ndege Tamalan 3 umekuja hapa kuwasindikiza mahujaji wetu wa i travel eh, sehemu ya Zanzibar leo ndio wa, wanasafiri kwenye kwenye saa tano za usiku. Mwenyezi Mungu ya Rabbil Alamina aibariki safari yao aijalie salama wende na salama na turudi salama na tuwe nao pamoja ya Rabbil Alamina kwa kheri na baraka biidhni llahi tabaraka wa taala. Eh, mimi naitwa ustadz Muhammad bin Salim Muhammad ni kiongozi wa i travel upande wa Zanzibar. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. wa kwa jina so. naitwa Aisha Muhamed Salu nipo hapa kwa ajili ya kuwatakia heri mahujaji wote wanawake na wanaume, Allah awajalie salama, waende salama wafike salama na watakia haji maqbul kila laheri. Asante, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Malik Ali Hamadi ni msafiri katika kampuni ya i travel. Kwa kweli ndio tukoka matayarisho ya kuelekea safari hii ya hija kwenda kuitikia wito wa Allah. Tunashukuru tumepata mafunzo ya kutosha na tunategemea safari yetu itakuwa ni nzuri, na tunategemea tafanya ibada yetu kwa usalama na amani ujaaliwa, kulingana na uongozi ambao matukua ni uongozi nzuri. Tumepata mafunzo mazuri sana, na mi nawaambia watu wote ambao watakusafiri basi waje katika kampuni hii, ina huduma nzuri sana. Mpaka hapa mi nilipo najua kila kitu, najua naenda kula nini, najua naenda kukaa wapi, najua lini na, na, na safiri lini narudi. Kwa hiyo ni kampuni ambayo iko makini sana na huduma zao ni nzuri sana. Kwa hiyo nawaambia watu wote ambao wanataka kusafiri kwenda ibada hii ya hija, ibada ambayo ni ya lazima kwa Muislamu japo e, mara moja au mara moja tu, lazima uende. Kwa hiyo waje katika kampuni ya Travel. huduma zao ni njema sana mpaka sasa hivi, najua kila kitu, naenda kukaa wapi, naenda kufanya nini, naenda kula nini. Eh, naenda kuishije, na, na, na narudi lini? Kila kitu imekijua. Kwa hiyo inawahamasisha watu wote waje katika kampuni ya iTravel, wako imara sana ya, ya, ya. Alhamdulillah na alhamdulillah. Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Na jina langu mpatani Ali Makame hmm. Uh, ni miongoni mwa wasafiri wa iTravel katika shughuli hii ya ibada ya hija inshallah, wito wetu kwamba tunawaomba Waislamu wenzetu wajiunge kama ambavyo sisi tulivyojiunga mapema katika kuona kwamba tunaliendea vizuri jambo hili. I travel kwa ujumla wamejiandaa vizuri tangu hatua za mafunzo e, katika hatua za kutoa semina na, na mchangamano wa uh, hija kwa ujumla, kwa kiasi tumefikia hatua vizuri, na hadi hivi sasa hivi bado huduma hizi zinakwenda vizuri na tuna matarajio kushirikiana na taasisi katika ibada hii hadi kufikia hatua ya mwisho inshaallah. Mwenyezi Mungu tuna, tunaomba awatie baraka wa viongozi wetu, ili kuona kwamba tunafikia hatua, hatua nzuri, na kwa hili isiwe nitoe wito kwa viongozi wazidi wa kuhamasisha kwa sababu kama tunavyoona hesabu yetu iko katika hali hii, lakini bado wanayohitajika kuliendea jambo hili ni wengi ambao wana uwezo. Kwa hiyo wito wangu kwa taasisi, izidi kwenda maeneo ya mbali zaidi kutangaza huu wigo wa jambo hili. Kwa haya machache, inshallah niseme sina la zaidi isipokuwa kwamba Mwenyezi Mungu inshallah tubariki katika hili amaji ni mahujaji hao wa taasisi ya I Travel hawa kama, eh, mnavyoona ni grupu la kinamama hawa ambao wa na wao wanafuatana na taasisi ya I Travel ambao kila mmoja amebeba begi la mgongoni na kanga zao wamekabidhiwa kila kitu kwa kweli ni la leo. Ni tarehe ishirini na sita kuelekea ishirini na saba ambapo watasafiri saa tisa za usiku, watasafiri saa tisa za usiku. Bibi, salamu alaikum. Hebu jitambulishe jina lako nani, unajisikiaje? Vikombo Juma. Kwa hivyo nimefurahika, yani kupata uwezo ya wendia huku yavi. Mwenyezi Mungu tujalie yote, tuende salama, tuende salama kwa uwezo wake au inshaallah. Hebu jitambulishe jina lako nani, unajisikiaje li maana safari li, au Jina langu ni Fatma William. Kwanza kwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kunipangia safari hii, alafu namshukuru uongozi wa iTravel kwa kulipa semi mafunzo ya hija. Mwenyezi Mungu akinijalia, Mwenyezi Mungu naomba nijalie niyafanikishe kwa uwezo wake. mazalia mpenzi mtazamaji, maujaji ndio hao wanaondoka, mashara ndio hao grupu ya maujaji na kundi la maujaji, nimekosa hata kuhojiana na Sheikh Suleiman Bane ambaye ndio huyo anatangulia kuingia ndani, ni mahujaji wa taasisi ya hait travel haje ndi umlao kama eh, mnavyowaona wanaondoka kuelekea katika mji mtukufu wa Maka, ambapo wataondoka saa tisa za usiku, na hivi sasa ni saa, saa nn tano ka soro kumi, eh, wanaondoka hivi sasa kuelekea katika eh, ndani ya uwanja wa amani ya bedi International Airport, alafu wanaelekea moja kwa moja watatua Jida. Baada ya Jida wataelekea katika mji mtukufu wa Maka tayari kwa kuanza ibada ya umla, kwa kuanza ibada ya umla, kwa kuwa hija ambayo tunaitumia kwa sisi ni tamatwi tamatwi, upande wa East Africa.